Beautiful, beautiful. Thank you. Uh, ni wakumbushe jamani, tupo kwenye show yetu nzuri ya eh, sijanikatamka tofauti, nisamee jamani. Mimi historia yangu, nikianza kuambia ukweli kabisa, nilipokuwa chuo mwaka wa kwanza wa pili, niongea ukweli, nilipataga supplementary ya basic English kwa Kiingereza kijakaa vizuri sana hapa lakini imani ipo ya kutosha na ndio hicho kinachoangaliwa. Haleluya, haleluya! Jamani, tupo kwenye show yetu nzuri ya Nzige na Asali Show. Kwa hiyo humu ndani jamani, nimeambiwa kuna asali za kutosha, lakini pia kuna nzige wa kutosha humu ndani. Hey, Apostle! <laughs> nimefurahi sana kukuona, imekuwa ghafla sana. Ubarikiwe! Hey, Pastor Freddy huyu baba huyu alinishuhudiaga kwa mara ya kwanza pale Gold Crest, ndio naangaika kipindi hicho. Hallelujah. <laughs> Jamani, makofi mengi mengi tu, mwapreciate Pastor uh, Fred Msungu. Nimefurahi sana kumuona hapa ndani. Okay, sasa ninaomba moja kwa moja niende nimkaribishe mtu uh, mwingine hapa bana. Huyu jamaa anachekesha sana. Weka makofi mengi na vigogo. Anachekesha sana. Eh, brother umejileta <laughs> Na ameona nampotezea kamda una... Baba, it's your time, karibu wewe kuchekesha watu ambao wanadaiwa <laughs> vikoba. Nafikiri rahisi mtu anakuja hapa tu anakuwa serious tu kwamba ngoja nikomae ni, ni alafu baadae niwambie hata wachekeshi wewe, sh kumchekesha hata mke wako <laughs> yani kumchekesha na, unakuwa na kituko, yaani unafanya kituko ndo unamchekesha, ila ujai kujipanga kwamba leo nikamchekeshe pale wife. Wahubiri hapa wapo, wachungaji wapo. Kuna wakati kweli mnaweza mkawa mnaingiza theology na mnajaribu kuingiza labda theological terms na kwenye kila nani, lakini wakati mwingine inabidi tu mchukue ule mstari ulivyo na mtafsiri. Mfano nzige na asali, unaweza ukasema eti Yohana mbatizaji ali sacrifice maisha yake kula nzige na asali, kwamba alijitesa, alikuwa tumii vyakula vizuri vizuri. Ngoja mimi nikupe, mimi nimesoma kidogo biology, unajua asali ina sukari nyingi sana, yeye alijitesa hapo. Hapo alijitesa ndugu zangu, kweli kuvaa magunia na waelewa kweli hapo alisacrifice. Lakini alikula asali na nzige. Nzige wana protini nyingi, kwa hiyo wanakuwa digested wanachukua muda mrefu. Sasa hapo alisacrifice wapi? Zaidi ya kukazia mfungo. Kwa hiyo ni bora tu tunaenda straight kuliko kusema kwamba ile ilikuwa ni sacrifice. Ah, hapana. Sasa akitoka Mungu kuna gepo kubwa hapo <laughs> linapita Alafu wanafata wanawake viumbe ambao wanaweza wakafanya kitu ambacho ni unpredictable, mpaka ukashangaa, eh, alikuwa anawaza nini? Mfano, mama yangu nikiwa na miaka sita, alishii kunivalisha gauni la dada yangu nikaenda kanisani <laughs> huko <Kuhu> nika eh. <laughs> Unajua yani, kuna yani, kuna kitu mpaka leo niko niko traumatized, nahitaji mwanasaikolojia na Dr. Chris huko hapa. Babangu, mmoja wa babangu kwa imani, inabidi nimwambie kwamba hivi ile mpaka sasa hivi nanitafuna. Alafu gauni la dadangu lilikuwa linaua hapa katikati hapa. Hapa. Fupi fulani hivi. Kwa sababu ishu ilianza ni kwamba akawa ananiambia eti kwamba ananiambia eti nikasema baba, unajua kuna yule wa mama anasemaga. Naona unavyomuona babako amekuachia kwenda kuoga bafuni unajua mabubu bafu yetu. Najua hatuja watoto wa elfu mbili sasa hivi, bondando wa bonda, unakuta baba na nani, wana wana sehemu yao huko ndani kwao huko huko. Eh, sisi kule unaweza tu kuingia bafuni hivi ukasahau kwamba baba ameacha bukta yake mle, sababu ndio hivi ndio tumekuwa huko sasa. Anakwambia baba yako naona anaenda ku, anaenda kuoga eh, akitoka yeye uende ukaoge. Nasema mama mimi kwa kweli leo siwezi kwenda kanisani. Anakwambia mwanangu umeanza lini? Anambia mama sivyo vile kwenda ikarudi mama, mama nguo chafu. Anakwambia nguo ile uliyovaga wakati mnasimamia send off ya dada yako. Anambia ile imechanika. Anaenda na kagua na kagua kote. Anahisi kwamba kweli. Wewe unahisi kama umeshinda hivi. <laughs> Unahisi umeshinda. Alafu anarudi, anaingia tu chumba cha dada yako, anatoka na gauni. Anakwambia sasa gauni ili hapa mpaka leo ile nanitafuna. Na kwenye mahusiano wanawake ndio viumbe ambao hatari zaidi. Yaani mwanamke wewe unaweza ukamwacha; wanaume si huwa tuna move on kwa haraka. Ila mwanamke yeye anaweza kukuacha au akutaki na ukawa mbali, lakini anatafuta njia zake binafsi za kufuatilia wewe unaendeleaje. Anaweza kuwa amekublock hana taarifa na wewe, lakini anatumia marafiki kuangalia akikuona unaendelea vizuri na maisha yako, akikuona kwamba unaendelea kuwa broke, haujapata mtu mwingine, anaona hana time na wewe. Lakini akigundua unastawi, anarudi, kama anaonyesha kwamba nimekuja, hu unasema hua sihili hapa, kumbe anataka aje kupige kitu kingine kizito ili uendelee kuwa tayari. Unaona mm, ni kama zile, zile timu ambazo huwa zinashambulia zinaanza pasi kwa pembeni huku kwa golikipa ili mkija wapige kaunta. Ndo wanawake wanavyofanyaje. Anakuja huwa nasema huu sasa hivi limejifikiria ile, unapeleka tu moyo na kupiga shambulizi lingine una unalia mambo yanakaa. Na sisi wa bongo na Waafrika wote sisi ni ndugu, na hapa unaweza kuwa mtu umekuja naye tu hapa haumfahamu, na mka connect hapa, kesho mkafungua kampuni mkasajili blela, maisha yakaendelea. Ndo tulivyo wabongo. Yaani kwa sababu mimi nilishahii kukutana na jamaa wangu first year pale UD kwenye vitambulisho pale, kupiga picha za vitambulisho lakini ndo nilimbeba uh, kwenye kitanda kimoja pale Magufuli semesta nzima. Yaani tumekutana siku hiyo, akaniambia unajua mimi na shida ya malazi. Nikamuona <laughs> aka connect kidogo, akasema mimi ni mtu wa wailinga nikajua, eh, hey, mimi mimi ni mbena humo humo, tukapiga kidogo pale, sijui na nina nini ah, mambo haya hapa. Akasema sawa, mimi bwana, nilidisco hapo mwaka jana, lakini bado niko hapa. Nikajua huyu atanisaidia kujua wapi kuna nguvu za buku, chakula cha 500 na nini bwana, tukabebana bana. Sa nikakumbuka story wakati mara ya kwanza natoka Mbeya kwenda Kilimanjaro kuanza masomo ya advance, ndio kwa mara ya kwanza navuka mkoa wa Mbeya. Nimetoka pale. Nina Tecno W3. Ina MB storage MB 300. Ilibidi nifute app, nifute vitu vyote ili kwa sababu niliambiwa ni masaa kumi na nane kutoka Mbeya mpaka Kilimanjaro. Kwa hiyo kuna muda kwenye basi nitafungua connection zangu niangalie kidogo. Connection ni watu, umeelewa bila ndii bili hapo utoboi. Ni kwa sijaokoka watumishi wa Mungu. Sasa kumbe wakati umepanga kufanya uovu Mungu naye huwa anatengenezaga plani yake. Na ile saa kumi na moja asu, asu, alfajiri wakiwa waki wazazi wanaomba. Sasa kuna ile maombi ya mama ambaye huaga anaomba, Mungu mlinde huyu baba. Ndio kwa mara ya kwanza anatoka Mbeya kwenda Kilimanjaro. Naomba kila mtu atakaye kaa naye kwenye basi awe sababu ya yeye kumpenda Mungu. Hayo ndio huaga anaharibu. <laughs> Sasa nimetoka Mbeya. Nimetoka pa, na kipindi hicho magari kutoka Mbeya mpaka Arusha, pale unakutana na gari moja inaitwa kiazi kitamu. Kuna Mbeya Express, Arusha Express. Nikapanda hiyo kiazi kitamu, Mbeya mpaka Kilimanjaro. Nimeingia tu kwenye basi nikakutana na jirani yangu, ni mama mwenye mtoto. Hey, my friend, kama unaweza kuomba siti, omba siti nyingine. Kuna ile tabia wa mama anaweza kuwa yuko na mtoto wake, afu mtoto wake anaanza kuja kwako. Mtoto anaanza kuja hivi, afu mama mwenye mtoto. Hey, anajifanya kama anaangalia hivi mtoto ndo anaenda huko, baadaye akigeuka hivi mkagongana macho, anakwambia nenda kwa anko. Alafu watoto huwo hawakatai, unakuta yuko hii. Watumishi wa Mungu, nilibeba yule mtoto. Mmetoka Mbeya, mmetoka Mbeya, Mbeya mpo kwenye gari, nakwambia pale Mbeya Uh, mle ndani zinapigwa secular songs, ni secular, watu waambie, kuna muda mda wanakengeuka, unakuta wanapigwa secular songs. Mnafika mlima Kitonga, ghafla dereva anabadilisha nyimbo, anaweka gospel, abidi mishori wengine wanao watu siku ya mateso yake wanakuja na magari. Sasa ndo nikaja nikaelewa, unajua hizi nyimbo huwa tunazichukulia poa sana, unakuta ministers wanatutumia nyimbo labda Instagram au anashare na wewe na nini, namuona hapa mama Uki, unakuta anakutumia inbox subscribe, unachukulia poa, ila ukipigwa tukio utajua hata theological meaning ya huo wimbo. Nilienda kulifata huo mmoja hivi. Unajua sisi comedians huwa tunaamini kwamba wanawake wengi huwa wanapenda comedian kama mke wa Eliudi. Yaani huwa tunaka confidence fulani kwamba ah, wanawake wengi wanapenda kucheka kumbe wengine ni kazi kazi. Kuchekeshwa nini? Hapa ni majukumu. Baba, leta Pampers. Baba, mamogeji tunatoa wapi? Hela tunatoa wapi? Hakuna kuchekesha. Eh. Sasa bwana, nimelifuata nime lile ua. Nimelifuata lile ua. Nikaenda kuliambia, bwana mimi unajua ni mwalimu by professional. Kwao nilienda nikasummarize maongezi yangu ndani kama dakika like, uh, tano. Nikawa nimemaliza huwa ananisikiza tu na tikisa tu kichwa. Akaniambia, Reverend, hivi mimi sijaongea hata kidogo. Nikasema eh. Akasema sikutegemea kama ungekuja kuniambia eh. Nikasema kwa alikuwa niona wa ajabu. Kumbe alikuwa ananichukulia mimi kama baba yake wa kiroho tukiwa fellowship, ah, watumishi wa Mungu. Kilichoniuma, kilichoniuma sio kukataliwa na lile huwa, kilichoniuma ni confidence niliyoenda nayo Alo, kuna mabinti si wa kuchukulia poa. Aliniangalia akasema saa mbili usiku nitakujibu. Nikasema huyu ni kama maragi ya mbea, chapu tu, hajaongea chochote. Saa mbili usiku nikaona message mbili zimepopu pale juu. Yupo yule pale, yupo ndani e, e, e, yeah. Zimepopu pale mbili sasa, zile message ya juu mimi sikuisoma, nilisoma ya pili ya pili ndio ilinivunja moyo sana, imeandikwa tu ubarikiwe baba na, na kiimoji cha hivi ah! eti ubarikiwe baba eh! Sasa ndio siku hiyo naingia status hivi, ndio nakuta mtu ameweka wimbo huu. Wimbo hata si ujui minista mwenyewe simjui Ndo unapigwa niko mwenyewe kwenye godoro, nimelala pale kwangu, kuna joto, nilikuwa naishi karibu na beach, unajua mambo ya sea breeze na land breeze. Usiku ni balaa, chuma inapigwa hiyo. Em, nipe huo wimbo kwanza, mto wangu hapa, leta wimbo DJ, nimelala <laughs> jamani, ah, haki ya Mungu hai anza nikauona huo wimbo ndo unapigwa niko hivi. Wewe anza brother, nimelala hivi kwa kweli. Nikasema hapa hapa ngoma hii leo lazima ichomoke. Maumivu yalikuwa makali. nipo upo anagopanda nonongei Moyo unauma hapendo upo Unatamani unyanyue mikono au lakini upo na mtu Anaweza panda hapo na unapanda Hiyo dawa moyo wako kwa hiyo Upo na mimi Hapo anasema emuendelee hapo anasema kama unaweza ukasimama ulikuwa uko chini unasimama Jamu yako. Ha. Jamu yako bwa. Watumishi wa Mungu, ukitoka hapo unaanza kufuatilia yule minister anaitwa nani? Anakaa wapi? Unasikia wimbo unaitwa Anaeli, unasema umetokea wapi? Unaambiwa ni Zaburi moja, unaenda pale. Anaeli mtu yule amtegemeaye Bwana. Unasema oh, this is a prophetic song to me. Theologically, unaomba namba ya minister, unamtumia sadaka kidogo, unaambia wimbo umenitoa kwenye mashimo. Sasa safari yangu ya Mbea, tumetoka nikafika, yani nimebeba ule mtoto mpaka inafika point mnafanana na ule mtoto. Yani, ni mtoto tu <laughs> mnafanana na ule mtoto na mama. Sasa nilipofika Dodoma, nikaisi mama atanipokea yule mtoto, mama akaanza kuumwa, akaanza kupata shida sasa Unajua kuna kuumwa alafu kule kuumwa mtu anapata pata wengi. Sasa najua mimi nimefundisha spiritual battles. Namna ya kukemea mapepo nikagundua, mm, kibongo bongo kukemea mapepo inahitaji space. Uwezi ukakemea pepo kwenye basi, lazima ujichomwe ufahamu. Sasa haya M join nyinyi Asha na wewe pepo. Kukemea mapepo kibongo tofauti na kizungu tunakubaliana? <laughs> Tuanze kizungu. Kuna maji yangu pale. Unajua anaweza akatoka tu huku. Minista fulani wa kizungu. Akaja hapa. Oh sorry. Oh. Asha yuko wapi? Asha njoo. Anaambia oh sorry. Ana eh, hey. Anaambia leave leave him, leave him to me. It's not him, it's devil inside him. Sorry. I will be okay. Fine, fine. Aaa, kibongobongo anaingia, anavua kwanza koti. Asha. Anakaa hivi alafu wajifanyaga hapo kiroho, unakuta anasema, Sara Samueli Joseph, naomba mtupishe. Yaani ameingia ya hapa, ameshaona nyi wengine amko kiroho, naomba naomba mtupishe. Alafu anza funga mlango. Unamwachaje pepo kwenye kiti? Asha suhe chini pepo, alafu anaanza kuongea na mtu we Hasemi pepo. We, tuna kazi nyingi za kufanya. I count one, two, three, four, repo, sheke, rapa ananena. Alafu anatulia kwenda chini chini, kwenda chini kwenda. Hatuna utani na mapepo. Hasa anakuwa anakatakata chini, kwenda chini, katika anaanza kutumia physical, mfunge miguu Funga miguu funga miguu funga miguu funga miguu tight, funga mdomo funga mdomo. Wanamfunga mdomo, afu anataka aseme nyini wakina nani, wanamfunga mdomo, alafu anaanza kumwambia nyini wakina nani mmetumwa na nani? alafu, wakina na ah, alafu likimshindwa likimshindwa, anaweza akasema unajua shetani anaweza kwa ameinvest zaidi. <laughs> Lakini pia kuna uponyaji, wewe unaenda taratibu taratibu, anaweza kuwa leo yuko hapa, lakini uponyaji unaenda taratibu taratibu. Baada hapo, anawaita ashaz waimbe tenzi tatu, mbili, tatu au au nne au kadhaa, lakini mtumishi wa Mungu <laughs> tu... <laughs> alafu baada hapo, anaweza akisimama akianza kusema sema, labda si niambia we toka najua maisha yako, katika jina la Yesu, pepo ya uongo mchafu, toka toka toka! alafu <laughs> sasa ukiwa ukiwa kwenye hasa kuna ile kuna ile ukiwa kwenye matamko ya imani, ukiwa kwenye matamko ya imani, unajua sisi wavivu kuomba, huo kwenye yale matamko ya imani ndio huwa tunachukuliaga pale pale, nini unachukulia point pale sasa unakuta wakati ule unakuta roho kweli iko juu lakini akili unakuwa umesahau. Unasubiri tu Mungu, yani mchungaji atoe tutamko wewe udake. Sasa kuna neno kama pokea magari, pokea nyumba, utapona. Sasa unakuta ile ukiwa kwenye atten, attention mode, afu nasikia wewe mwanaume uko hivi, afu nasikia sema mimi na ubinti wangu. Ah. Unasema hii ni prayer era. Show your love, show your love, show your love. One and only, reverend.